4 mchezaji namba God. Imani kwa Mungu wako, huyu anacheza namba ngapi katika timu ya Mungu? hakuna gori baya. There's no bad goal kama la kutokea kwenye winga like that from inatoka kutoka pembeni from other side. goli la kona from the corner, yaani goli la kona. goli kipo huwa analiangalia gaivi scoring from corner, sema goli la kona, yaani anaangalia mpira is looking upon the Ana ball anaona kama vile unatoka. he sees the ball like going ule, out ule ule ule ule, anaanga uko kwenye nyavu. he surprise suddenly hiyo ni namba kumi na moja. The net. That's number 11. Faith. Imani. Is important because it will make you make God happy. Ni muhimu kwa sababu inamfanya Mungu afurahi. The way you walk with him. Namna unavyotembea naye. You make him rejoice. Unamfanya afurahi.